Taarifa ya funga kazi ni kwamba wavulana wadogo kutoka miji ya Malindi na Mombasa wameshiriki kwenye mashindano ya kuendesha baiskeli kama njia mojawapo ya kuhamasisha wenzao katika kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Mashindano hayo yalifanyika katika bustani ya Malindi Waterfront, huku mpango huo ukiwa kwanza kuzinduliwa eneo hilo la Malindi. Wasimamizi wa shughuli hiyo wamesema kuwa hatua hii inalenga kuwaleta pamoja vijana wenye umri kati ya miaka tisa na kumi na mitatu kwa lengo, kwa lengo la kuwalinda na matumizi ya mihadarati. Lengo, yeah, ni kuwa engage watoto wetu ndani ya Malindi sub county, kuepusha na mihadarati drug addiction, kwa sababu a devil's uh, an idle mind is a devil's workshop. Tunataka watoto wetu wawe ni mabalozi wema ndani ya nyumba zao, tunataka watoto wetu wawe mabalozi wema ndani ya mitaa yetu yote ya Malindi sub county, na tunaelewa kuwa kukaa idol ni ushetani na tukaja na fikra kama hii ya kuweza kuwawekea vijana activity activity kadhaa ambazo ikiwa kijana hakuweza kucheza mpira basi, aende kwa activity ya baiskeli, aende kwa activity ya skating ya swimming, na hiyo tumeweza kuweka kila wiki, ili kijana yule asikae mtaani aweze kwenda mazoezi kila leo, ili wakati wa mashindano ikifika aweze kushindana. Hilo linapelekea kuondosha kukaa bila ya mpangile wote mtaani na kuondosha katika mihadharati ambao ndio janga kubwa ambao lioko hapa. Uendeshaji wa baiskeli umekuwa katika kiwango cha kwanza sana katika mazoezi ikifuatiwa na mambo na kama kuogelea uh, vijana ambao tuko nao hapa tuko nao kuanzia miaka chini ya miaka minne, ambao tuna miaka mitatu na nusu.